Hujambo na karibu tena katika kipindi cha siku ya leo, kipindi ambacho kinakupa fursa ya kujifunza mambo mbalimbali kuhusiana na afya ya akili. Kama ninavyokwambia, hiki ni kipindi chako na familia yako na rafiki zako, na hii ni Eden Valley, Tanzania. Mimi naitwa Agnes Mzaba. Leo tena ni kushukuru wewe ambaye umetenga muda wako kuungana na sisi. Mungu akubariki, na tuna furaha sana kuwa na wewe siku ya leo. Tutakuwa tukiangazia uzoefu wa utotoni na afya ya akili, impact of childhood experiences on mental health. Biblia inasema msingi ukiharibika, mwenye haki atafanya nini? Na siku ya leo tena niko na rafiki zangu misi Miselo pamoja na misi Upendo, karibuni sana. Imekuwa mbaraka sana kuendelea kuwa na ninyi hapa, na kabla hatujaenda mbali, tupate ombi maana mada ya leo ninaamini itakuwa mbaraka sana. Tuombe. Baba na rafiki yetu Yesu, tunashukuru sana kwa kutupenda, tunaenda kuanza kipindi. Ninakuomba Roho wako akatuongoze, lakini pia akamsaidie mpenzi mtazamaji anayetufuatilia kupata kile ambacho kitakuwa msaada kwenye maisha yake, kwa jina la Yesu, amen. mm -hmm. Um, nikianza tena kwako dada Miselo, mara um, nyingi napenda kuanza ili tufahamu uhalisia alafu twende kuangalia Biblia inatupa misingi gani ili mtu aweze kupima vitu vinaendaje. Uzoefu wa utotoni unaweza kuwa na athari gani kwenye afya ya akili ya mtu? Ina athari kubwa sana, kubwa sana kuliko hata tunavyofikiria. uh -huh. na inaanza mbali kuliko Uh, tu, tunavyoshughulika nayo, inaanzia pale ambapo mama ana mimba mtoto mm -hmm. anapokuwa tumboni, ndipo athari za uzoefu wa utotoni zinapoanzia, na eidha zinaweza kuwa athari chanya mm -hmm. ama zikawa athari hasi. Kwa ina, in, inaanzia, uh, naweza nikaanza kwanza na kipindi mama iko na mimba uh. uzoefu huo huwa unaathiri watoto hata tunapokuja mm -hmm. kuwa ukubwani, kuna vitu tunapambana navyo katika swala la afya ya akili mm -hmm. tukiwa Uh, tujui kwamba vilianza utotoni vilianza pale tukiwa tumboni mwa mama zetu. Unaweza ukataja ni vitu gani tunavyohangaika navyo sasa hivi kwenye afya ya akili ambavyo tumevitoa huko nyuma, kama hasira Aha. uoga, hofu, wasiwasi na na vitu kama hivyo, lakini hata pia kukosa kiasi katika mambo kadha wa kadha kama kula, kulala na vitu kama mm, hivyo, vyote hivyo vimetoka katika kipindi cha mimba. Mm -hmm. Kwa sababu kipindi cha mimba, wataalamu wanasema mimba inapofika miezi mitano na nusu mm -hmm. Mtoto anaweza ana uwezo wa kudaka kila kitu ambacho kinaendelea katika mazingira yaliyo nje ya tumbo la mama. Mm -hmm. Kwa hiyo, chochote ambacho mama atakipitia kipindi cha mimba uh, huwa kinamwathiri mtoto na hisia zozote zile ambazo, mtoto, ambazo mama atakuwa nazo kipindi cha mimba, mtoto huwa anazidaka kana kwamba kwake. Kwa hiyo, oh, kwa hiyo, ni za kwake. kwa hiyo ni mimba ya miezi mitano mm-hmm. Lakini tayari mtoto kuna vitu ambavyo anavichukua, yani anaanza kuvimiliki, anavitaifisha, tuseme lugha sahihi <laughs> y yeah, anavi own um, mtoto akiwa uh, tumboni kif, mimba ikifikisha miezi mitano a uh, ubongo unakuwa umefika hatua fulani, ni hatua ndogo, lakini ni hatua ambayo ubongo wa mtoto unakuwa na uwezo wa kudaka hivyo vitu. Inakuwa haina uwezo wa kuvichakata kwa uzuri zaidi, lakini ina vidaka na kuvi na kuvitunza mm -hmm. ya kwa hiyo uh, na tunasema mama akiwa na mimba katika kipindi hicho akiwa katika mazingira ambayo ni mazuri, mazingira yenye, anapokea upendo na utulivu mm -hmm. naye mtoto atadaka utulivu na itamjengea Uh, hulka uh, kabla sijasema hivyo niseme, uh, kipindi cha mimba ndio msingi wa hulka na tabia za watu uh -huh. uh -huh. Kwa mama, mama akiwa katika mazingira mazuri yenye utulivu, upendo uh -huh. na vitu kama hivyo huwa anazaliwa mtoto ambaye atakuwa na hulka uh, ya utulivu, upendo na kuwa, atakuwa ni mtoto ambaye au mtu mzima ambaye anawepeswa wa kujenga mahusiano na watu wengine mm. Lakini mazingira yakiwa kinyume na hapo, mama akiwa katika mazingira ya mazingira magumu, kukiwa na unyanyasaji, mama akiwa anapitia wakati mgumu kihisia, akiwa anapigwa ananyanyasika, pengine mazingira magumu, hapati mahitaji yake, kipindi kipindi cha mimba ni kipindi ambacho hisia za mama zinakuwa ni hisia hasi, ana wasiwasi, ana hofu, ana wakati mwingine ana hasira, ko hisia hasi, ana hofu, zote hizo mtoto anazidaka, mm -hmm. Na anapozidaka zinamjengea kuwa na hulka ya namna hiyo au tabia za namna hiyo, kwa anakuja kuwa mtoto au mtu mzima ambaye ana hasira ana uoga ana wasiwasi na, na ana hofu za, za namna tofauti tofauti, na wakati mwingine mtu ajui zimetoka wapi? Kumbe kipindi mama ana mimba hivyo vitu vili, vili, alivirithi akiwa tumboni. Kuna kitu umekizungumza nataka ni, ni, nimepata swali umesema kwamba kuna yule mtoto ambaye mama huenda amekuwa katika mazingira ya upendo, anaweza akawa ni mtu rahisi akiwa mtu mzima kutengeneza mahusiano. Lakini kuna wale watoto huenda mama amekulia kwenye upe, mama amekuwa katika mazingira tulivu na nini, lakini utasikia huyu yupo kama babake. Hizo mbili tunaziwekaji? uzoefu wa utotoni mm -hmm. zipo katika pande mbili, kipindi cha mimba na kipindi mtoto akishazaliwa. mm -hmm. Kwa kuna vitu vina, mtoto anaathirika akiwa tumboni na vingine anaathirika akiwa tayari amekwisha kuzaliwa. Kwa anaweza akawa li, alikosa athari fulani labda zilimkosa athari fulani akiwa, akiwa tumboni, lakini akizaliwa akakumbana nazo. Kwa hiyo anaweza akawa ak, aliza, akizaliwa ana, ana, ana, akazungukwa na mazingira fulani, na kama tulivyosema kwa kutazama tunabadilishwa. Kwa mtoto akizaliwa anatazama mazingira yaliyomzunguka baba ana, baba ana, ana, ana, ana mwitikio gani katika uh, nyakati tofauti tofauti, mama huwa ana, anafanyeje? Kwa hiyo vile ambavyo baba atafanya vile ambavyo mama atafanya na watu wengine wote waliomzunguka ndivyo mtoto atavibeba na vitakuwa sehemu ya tabia yake, na hiyo tunaita hereditary au acquired, um, habits, misimiselo. Kuna kitu ambacho umeelezea kimenipa swali kuna vile vitu ambavyo mtoto ana, tunaambiwa kwamba huyu amerithi, yupo kama babake. Unakuta mtoto ni mkimya, mbe huyu yupo kama babake. Alafu na kuna hivyo vitu labda uh, umesema kwamba mazingira, mama akiwa na mazingira mazuri kipindi cha ujauzito basi anaweza uh, akatengeneza mtoto bora zaidi au akawa na akatengeneza mtu mzima ambaye ni rahisi kuhusiana. Kuna tofauti gani hapo kati ya hayo mazingira na hizi ambazo tunaambiwa mtu karithi? ya yeah, um, kuna kitu tunaitwa acquired au hereditary behavior ambazo wengi tunasema ni za kurithi uh -huh. Lakini tunaposema acquired au hereditary behavior uh -huh. Au tabia za kurithi kama jamii inavyosema, hatumaanishi kwamba ni tabia za kurithi pasei kwamba kupitia vinasaba au DNA. Hapana uh -huh. Kwa sababu vinasaba havi havina uwezo wa kukodi tabia na kuihamisha kutoka kwa mzazi kwenda kwa kwa, kwa mtoto lakini, tunaposema hereditary au tabia za kurithi tunamaanisha ni zile ambazo, uh, mtoto anazita pale anapokuwa amezaliwa, anazitazama kwa wazazi, halafu anazichukua kama za kwake mm -hmm. kwa mtoto anapu, kuna, kuna mtoto akizaliwa ana, anabadilishwa kwa kile anachokitazama kwa mzazi wake mm -hmm. kama baba ni mkimya, kama baba ni mkali, kama baba na hasira, kama baba ana matusi namna ambayo baba atafanya atafanya mambo yake au mama atafanya mambo yake, ndivyo mtoto naye ata, kwa sababu anatazama kila wakati mtoto a uh, hana uwezo wa kujijengea tabia yake, anatazama kila ambacho wazazi wanafanya. Kwa mzazi ndi, ndiye die um, pattern yani ndio muundo wake, kwamba chochote ambacho atakiona kwa mzazi naye atakifanya vivyo hivyo. Kwa hiyo sio kwamba tunarithi kupitia vinasaba, hapana. Kuna msemo ambao ni maarufu kwamba, mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Sasa, mzazi ana sehemu gani kujenga afya ya akili ya mtoto wake? Mzazi ana sehemu kubwa sana, na wazazi wangelitambua hili hili, wangekuwa makini sana katika hili mm -hmm, kwa sababu unajua, ubongo wa mtoto ni kama karatasi, ubongo wa mtoto uko empty. Kwa hiyo chochote utakachokiweka hasasa katika ile miaka saba ya mwanzo ndicho mm -hmm, ambacho kitakuja kujenga hulka na tabia ya mtoto. Miaka saba ya kwanza ndio kwa sababu miaka saba ya mwanzo ndio ndo muda wa kujenga tabia ya mtoto, kwa hiyo ndo muda ambao mtoto atatazama unafanya nini vitu vikitokea, changamoto inapotokea una mwitikio gani? Una na unapambana na changamoto kwa namna gani? Una una uwezo gani wa kutawala wa ku, uh, wa ku hisia zako? Vyote hivyo ni vitu ambavyo mtoto anavitazama kwa miaka saba ya mwanzo. Baba akikasirishwa ana uwezo gani wa kutawala wa ku, wa ku, um, hisia zake za hasira akaweza kuitikia kwa namna nzuri? kwa hiyo Uh, mzazi ana nafasi kubwa sana. Kwa ndio maana hata Biblia inaposema mlie mtoto katika njia ipasayo, Biblia ya Kiingereza inatumia neno train up the child, training. Kwa hiyo, uh, mzazi ana nafasi ya kufanya training kwa mtoto kumfundisha na kumzoeza katika ile miaka saba ya mwanzoni, lakini pia mzazi ana, ana, ana sehemu ya kuhakikisha hata yeye mwenyewe jinsi anavyofanya mambo yake akumbuke kwamba mtoto atamwiga, atachukua yale ambayo anayafanya, atarespond kwa mambo kama ambavyo mzazi anarespond. Kwahiyo vitu hivi vi vinatakiwa viende kwa pamoja, training lakini kuwa mfano bora kwa unaweza ukawa unamtrain una mtoto katika ubora lakini umeshindwa kuwa mfano bora kwao, utabomoa, kwa sababu mtoto ana tabia ya kufanya unachokifanya kufanya, kufanya unachofanya kuliko kufanya unachomwambia afanye, yeah. mm -hmm. kwa hiyo hivi vitu vivyo vinatakiwa vyende kwa pamoja. Unafikiri tuna wazazi wanatakiwa kipi tikifanyike, kipi kifanyike sasa baada ya kufahamu kwamba kama mzazi nina sehemu ya kufanya kwenye kujenga akili ya mtoto wangu kushirikiana baba na mama wanatakiwa kuwa na ushirikiano katika malezi. Maana hii pia imekuwa ni changamoto. Nashangaa mama anajenga, baba anabomoa mm -hmm. au baba anajenga, mama anabomoa, usinigusie wanangu. Ehe, vitu kama hivyo. Kwa hiyo kunatakiwa kuwa na ushirikiano kati ya wazazi, lakini pia uh, kwa watu ambao hawajaolewa naweza nikawambia mm, <laughs> wawe makini katika uh, kuchagua mwenzi wa maisha mm, kwa sababu unaenda kujenga kizazi, uh, kizazi ambacho unatamani kisimame. Lakini ukifanya kosa katika uchaguzi wa mwenzi, kile ambacho unatamani kwenda kukisimamisha kinaweza kisisimame kwa sababu ya kosa la uchaguzi ya. Lakini pia mtu ambaye tayari ambayo kwenye ndoa anaweza akasema sasa, nimesha vurunda, nifanyeje? Nadhani wanaweza wakatafuta hekima ya Mungu kwa sababu pale ambapo alikosea, Mungu ana sehemu ya kumsaidia namna ya kurekebisha. Pengine tayari yuko na mwenzi ambaye um, anaweza akawa anabomoa kile ambacho yeye anajenga mm-hmm. lakini pia kwa yule mwenzi kama ana anatazama kipindi hiki, anaweza kawambia, anaweza, anaweza akipata uelewa mzuri akabadilisha mwenendo wake, ili aweze kushirikiana na mwenzie katika kumsaidia yule mtoto kukua katika ubora ambao unahitajika. Jambo lingine Agnes, uh, ni swala la mazingira uhum. Wazazi wana nafasi katika hilo, kwa sababu uh, tusipokuwa makini wazazi wasipokuwa makini katika swala la mazingira anayowazingira kipindi cha malezi ya watoto, inaweza ikawaathiri watoto, kwa sababu uh, mzazi anaweza kawa na nia njema ya ku, ya kujenga tabia njema ndani ya mtoto, lakini mazingira yaliyomzunguka mzung, yakawa hayasapoti kile ambacho mzazi anakifanya. Mfano mzazi amezingirwa na Uh, uh, sim, anakaa si mbali na, na, na, na baa, okay. Na wakati nyumbani anafundisha watoto kuto, kuto kunywa pombe, okay. Ama anatamani watoto kusikiliza miziki ambayo yana, ni miziki yenye maadili, okay. Ama waepukane na muvi na na picha fulani fulani ambazo hazina maadili lakini kama mtoto ana, ana, amezingirwa na majirani ama uh, kumbi, kumbi za, kumbi fulani ambazo zinaonyesha picha hizo. mm -hmm. Mtoto anaweza siku akaenda kule akakutana yale mazingira na watu ambao wana uwezo wa kumfundisha kufanya yale mambo ambayo nyumbani ana, anaelekezwa ana, ana, ana na kufundishwa kuto kuyafanya. Kwa hiyo mazingira yana sehemu kubwa sana. Unaweza ukazingatia jambo uh, la, la, la kufundisha watoto kwa namna nzuri, lakini usipozingatia mazingira, mazingira yatabomoa kile ambacho unakijenga nyumbani kwako. Mazingira gani yanaweza kuwa sahihi? Uh, mazingira ma, ni vizuri watu wakaishi pembezoni na uh, pembezoni mwa mji, sehemu ambayo kuna utulivu na unaweza wakawafundisha watoto kwa utulivu na wakakosa mazingira ambayo yata, yata, yataondolea yale maadili ambayo unaiweka ndani yao. Kuna jambo ambalo pengine wazazi wengi wanaweza wakawa hawalitambui ni, kipindi mama ananyonyesha. mm -hmm. uh, ni kipindi ambacho pia hisia za mama kipindi hicho zinamwathiri mtoto. Ya, kwa sababu mtoto anaweza akawa hana uwezo wa kuongea kipindi hicho, lakini hisia zozote ambazo mama anazo mtoto anazichukua, anazi pia, anazidaka mm -hmm. anazi kwa na kwake zinakuwa, lakini pia hisia zozote ambazo tunakuwa nazo mwilini huwa zinaleta uh, mwili kutengeneza ku kemikali fulani mm -hmm. na kemikali hizo huwa zinazunguka katika mm -hmm. damu na kuingia pia kwenye maziwa ya mama mm -hmm. na n, hayo ndio maziwa mtoto ananyonya mm -hmm. kwa hiyo Uh, kina mama wanaonyonyesha, ni vizuri kuzingatia wakati wa kunyonyesha, asiwe na hisia hasi kama hasira uh, akiwa na wasiwasi, hofu na vitu kama hivyo, ama pengine ananyonyesha huku anaongea na simu, huku anagombezana na mtu. Vyote hivyo vinamwathiri mtoto. Mtoto anahitaji kunyonyeshwa katika utulivu, na ni muda ambao mama anapaswa kuongea na mtoto, anaweza kawa na anakariri mafungu pamoja na mtoto kipindi hicho, anamwimbia nyimbo nzuri, anamsimulia uh, hadithi za kwenye Biblia. Ni kipindi ambacho mtoto hawezi kuitikia, lakini ni vitu ambavyo vinadakwa vina, vina, vina, vina na akili ya mtoto na huwa vinawekwa kwenye kumbukumbu ya mtoto. Kwa hiyo, kina mama wanapaswa kuzingatia hilo pia. Uzoefu wa utotoni na afya ya akili ndio jambo ambalo tumeendelea kuliangalia uliangalia siku ya leo. Naamini unaendelea kupata vitu vizuri ambavyo vitakuhitaji kufanya mabadiliko, kwa sababu wewe ambaye ni mzazi, lakini pia mzazi mtarajiwa, una sehemu kubwa ya kujenga afya ya akili ya mtoto wako. 0748680717 ndio namba ambayo itakuwezesha kutufikia moja kwa moja, tukasoma ujumbe wako au kusikiliza simu yako na kupata ujumbe wako au kuku saidia katika ombi au mzigo fulani ambao unaupitia, lakini pia usisite kutuandikia maoni yako katika uwanja wetu wa comment, na tutafurahia na kubarikiwa tutakapokuwa tukiusoma. Nikirudi kwako uh, misi upendo. Ndiyo. tunaangalia uzoefu wa utotoni na afya ya akili. Biblia inatoa mwanga wote kuhusiana na hili Haswa Bibilia inatoa mwanga kuhusiana na hili jambo. Uh, tukisoma Mithali sura ya ishirini na mbili mstari wa sita uh, inasema ya kwamba uh, mlee mtoto katika njia impasayo naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Tunaona fungu linavyojielezea vizuri kwamba malezi ya watoto wetu ni jambo la muhimu sana na malezi hayaanzii pale tunapozaa mtoto. Malezi yanaanzia toka mtoto anapokuwa tumboni mwa mama yake, kwa sababu kuna mahusiano makubwa kati ya mtoto na mama anapokuwa yuko tumboni. Hii ni uhalisi kabisa. Na Biblia pia ka inaweza ikatusaidia katika hili jambo, kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya kumi na tatu mstari wa tatu na wanne. Naomba tulis, tulisome hilo fungu na tuone tunachoambiwa hapa. Anasema ya kwamba malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia, tazama, wewe sasa utasa tasa, huzai, lakini utachukua mimba nawe utamzaa mtoto mwanamume. Basi sasa, jihadhari na kuomba, usinywe divai wala kileo, wala usile kitu kilicho najisi, kwani tazama, utachukua mimba nawe utamzaa mtoto mwanamume. Na wembe usipite juu ya kichwa chake maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni naye atazaa ataanza kuwaokoa Israeli na mikono ya Wafilisti. Bila shaka tunaona maagizo ambayo malaika alipaswa kumwambia mwanamke yule ambaye ni mama yake Samsoni. Aliagizwa ya kwamba asitumie divai asitumie kileo wala asile chochote kilicho najisi. Lakini hata mtoto yule atakapozaliwa, alipaswa ya kwamba asinyolee nywele zake. Tunaona ya kwamba Bibilia ina ina mengi ya kusema kuhusiana na namna ya kuweza kuwapatia watoto wetu malezi toka wakiwa tumboni na hata wakiwa wamezaliwa. Na jambo la muhimu hapa, kwa nini mama yule aliambiwa asitumie divai, asitumie kileo wala asile chakula kilicho najisi? Inamaanisha ya kwamba kama mama yule yule angetumia kileo ya kwa, kwa uhalisi kabisa, mtoto yule naye angeathirika, kwa sababu afya ya mama ni afya pia ya mtoto. Na vivyo hivyo, kuna mahusiano makubwa kati ya hisia za mama na hisia za mtoto anapokuwa tumboni. Hisia zozote mama atakazozipitia, ikiwa ni hisia chanya, mfano za furaha, za ukarimu, na hivyo hivyo mtoto tumboni atachukua huo mwitikio lakini mama akipitia hisia ambazo zina huzunisha ndivyo hivyo mtoto pia tumboni atapitia hisia za namna hiyo. Uh, dada Upendo, unaposoma kwenye hicho kitabu cha Waamuzi, Mungu anatoa maelekezo kwa huyu mama, kwa sababu tunaona anasema, utakaye utakayemzaa atakuwa ni mnadhiri wa Mungu. Sasa mimi mama wa leo ninazaa tu mtoto wangu, hayo maelekezo yanaweza yakawa yananihusu? Haswa yanatuhusu kwa sababu pia kila mwanadamu ameumbwa na Mungu. Kwa hiyo chochote kile Mungu anachotupatia katika huu ulimwengu ni cha kwake. Bila shaka, wazazi wawili wanapokutana na kupata mtoto, yule mtoto wanayepata ni zawadi kutoka kwa Mungu. mm -hmm. Na ikiwa ni zawadi kutoka kwa Mungu, yule mtoto lazima awe na kusudi. mm -hmm. Hili ni jambo ambalo hatuwezi kuliepuka. mm -hmm. Na jambo kubwa na la muhimu kila mzazi anayetakiwa alijue, katika ulimwengu tunaoishi hatuishi kama familia tu, sisi moja. Kuna familia nyingi mbalimbali mbali. Na ulimwengu tunaoishi ni ulimwengu wa mahusiano. Sitaishi kama mimi nijenge, sitaishi kama mimi niweze labda kutengeneza magari au niweze kufundisha. Kwa hiyo kila mtoto anayezaliwa anastahili kupata malezi bora toka tumboni hata anapo a, toka tumboni, lakini pia hata anapozaliwa anastahili kupata malezi bora, ili aweze kutengenezwa kuwa chombo bora kwa ajili ya jamii inayokuja. Sasa ninahitaji kujua Biblia inatoa misingi gani kwa mzazi, kitu gani anatakiwa afanye ili kuhakikisha anaijenga afya ya akili ya mtoto wake. Mzazi ili pia aweze kuwa chombo kizuri kwa ajili ya kumsaidia mtoto wake katika malezi, ni vyema naye awe na mahusiano pamoja na Mungu ya mwanamke huyu aliyetokewa na malaika tunaamini ya kwamba alikuwa na mahusiano na na Mungu ndio, mm, maana Mungu aliagiza malaika. Na mwanamke huyu alipopokea taarifa hiyo hakuipoteza, haku, haku, mm, aliichukua kama kitu ambacho angetakiwa akitimilize. Na tukija kwenye sura hii ya kitabu cha Waamuzi kumi na tatu mstari wa kumi na tatu mm-hmm, hapa tutamwona uh, baba yake na mtoto huyu anaenda kuzaliwa alikuwa akitaka kujua kwamba hili ni agizo kutoka kwa Mungu. Inasema ya kwamba malaika wa Mungu akamwambia Manoa. Manoa sasa ni baba wa mtoto ambaye anatakiwa kwenda kuzaliwa. Akamwambia, katika hayo yote niliyomwambia ni, ni, niliyo mwambia huyo mwanamke, na ajihadhari asile kitu chochote kitokacho katika mzabibu wala asinywe divai wala mvinyo wala asile kitu chochote kilicho najisi. Hayo yote niliyoyaamuru na ayatunze. Kwa hiyo uh, kiuhalisia, wazazi ili waweze kutimiza majukumu yao ni vizuri waweze kuwa na mahusiano bora pamoja na Mungu, maana Mungu pekee ndiye anaweza kuwapatia nguvu ya kuweza kujua ni namna gani wawalee watoto wao toka wakiwa tumboni, uh, hata pale wanapozaliwa. Una, unaweza ukamwambia nini mzazi ambaye tayari ameharibu watoto wana shida ya afya ya akili, uh, familia yake haipo katika ile hali ambayo alitamani kuiona. Tunaweza kuanzia pale tulipo na kuanza kupiga hatua ya kwanza, na Mungu anatualika, anasema ya kwamba yeye ni mwingi wa rehema, ni mwingi wa huruma. uh -huh. Ni kweli watakuwa wameshindwa kuwajibika mwanzoni, lakini mara hii wanaposikia ujumbe huu ninaamini wanaweza wakachangamka na kuanza kupiga hatua. Maana tunapofanya machaguzi, inatupatia nguvu na hamasa na shauku ya kuweza kutenda lile tulilolifanyia maamuzi. Jambo lingine la muhimu, maombi matamu. Maombi yana nguvu. Tuna omba kupitia jina la Yesu, ndo jina tulilopewa duniani na mbinguni, hmm. kwa wanadamu wote, litupasalo kuomba kwalo pale tunapochagua basi, tumwambie pia Mungu tusaidie, tuweze kusimama katika huu mstari, lakini tumwambie awe pamoja na sisi, kwa maana peke yetu hatuwezi, tu dhaifu. Lakini maombi mengi sana na kutokukata tamaa, kwa wakati wake Mungu atajiinua, na tunaweza kuwa na watoto tena ambao wana afya njema. Hatua zote ambazo zitatumika katika uponyaji wa afya ya akili, msingi wake lazima uwe ni Mungu mwenyewe, maombi na neno lake, alafu kuna kuna kuna therapis mbalimbali ambazo mtu anaweza kakakaanza kuzzkufanyiwa ili aweze kuondoka kuondokana na uraibu ama na changamoto mbalimbali za afya akili kama hasira na- na vurugu kama ulivyosema. Kwa hivyo ni vitu, zipo hatua ambazo zinaweza zikachukuliwa kwa ajili ya kuleta uponyaji. Ninaona kwamba kuna mtu ambaye tayari ni mtu mzima lakini anaona afya yake ya akili ana changamoto ambazo zimetokana na wazazi. Um, sawa, wazazi walikosea, lakini hatuna nafasi ya kuitumia kama kisingizio. mm -hmm. Kwa sababu pia tumeshafika katika hatua ambayo tuna uchaguzi wa kufanya kati ya mema na mabaya. mm -hmm. Kwa hiyo pamoja na kwamba wazazi walikosea lakini tunaweza kurekebisha pale walipokosea, lakini pia uh, ubongo wetu ulivyoumbwa umeumbwa kwa namna ambayo kitaalam tunaita neuroplasticity uh -huh. Yaani ni uwezo wa ubongo ku, ku, uh, kutengeneza neva mpya zinazoweza kutengeneza tabia mpya uh -huh. ya na na kama tulivyotaja last time kuhusu ubongo wa chini, kuna sehemu kwenye ubongo wa chini ambayo pia uh, kuna utengenezaji utengenezwaji wa, wa neva mpya au neurons mpya ambazo zinatuwezesha kujenga tabia nyingine mpya. Kwa hiyo zile neva ama neurons ambazo zilishatengenezwa zilishatengenezwa na kujengwa na tabia fulani, tunapoanza kujizoesha na tabia mpya, zile neurons zinaanza kusinyaa na neurons mpya zinatengenezwa kwa ajili ya tabia hii mpya ambayo tuna, tunaanza kujizoesha kwayo, na inaza, zile neurons zinaanza ku, ku, kuimarishwa kwa ajili ya kwa ajili ya kujenga hii tabia mpya. Nini ambacho kinafanya kinachoweza kikaupa ubongo nguvu ya kufanya hiyo hicho kitu sasa unachokizungumzia? Nguvu uh, inatoka pekee kwa Mungu, na naweza nikasoma fungu kutoka Yeremia nane ishirini na mbili ni, ni swali ambalo tunapaswa kujiuliza anasema, je, hapana zeri katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Kwa hiyo ni swali ambalo tunajiuliza, je, siwezi kupona? Siwezi nikashinda hii tabia ambayo ilitokana na makosa ya wazazi. Na jibu tunaweza tukalipata kutoka Wakorintho wa kwanza, ni Wakorintho wa kwanza sura ya kumi na tano mstari wa kumi na saba Inasema, lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo nguvu inapatikana kwa Mungu. Ameshatupatia ubongo wenye um, uwezo wa kujenga tabia mpya, lakini nguvu pia inatoka kwake. Kwa hiyo maombi yanaweza katusaidia katika hilo. Mfululizo wa vipindi hivi, ninaamini vimeendelea kuwa mbaraka na vinaendelea kuwacha alama ya mabadiliko katika maisha yako. Hii ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya kipindi hiki. Usisite na usikose kuungana nasi katika sehemu ya pili ya kipindi hiki.